Kushutumu serikali moja kwa moja kwamba imeuza nchi. Nchi zote duniani huwa zinaishi kwa mkataba, ambayo hata kwenye ha mali adimu ya nchi huwa zinaingiwa kwenye mkataba. Sijashutumu mimi serikali moja kwa moja kwamba umeuza nchi, lakini kama madini ya DRC naweza ikachangia kurejesha amani mashariki, sioni sababu gani wakashotea rais kidole kwamba ameuza nchi. Hii ni madini ambayo itajaa karibu kidogo kuleta Rwanda kwenye meza ya mazungumzo, hata vile na DRC katika swala nzima la kusaka amani mashariki mwa DRC, sababu madini haya yamekuwa chanzo cha ukosefu wa amani mashariki mwa DRC. Bwana Victor, rais Tshisekedi mwenyewe amenukuliwa akisema kwamba mkataba huu unalenga kuleta udhibiti na amani mashariki mwa DRC. Mikataba mingi imetiwa saini, bwana Victor, tutarajie kwamba kutakuwa na utofauti wakati huu? Itatokana na utashi hasa ambao utakuwa uh, umefikiwa pande zote, upande wa Marekani ambao imesaidia DRC kufikia mkataba huu na upande wa Rwanda, sababu umeona Rwanda kama mshirika huwa ametiliwa mashaka, sababu amefikia mikataba mingi, lakini bado ambao haijatekelezwa. Lakini mkataba huu wa Donald Trump unaogopwa kwa ile hali kwamba Trump anasaka uh, amani duniani na kwa sababu Rwanda katika taratibu zake huwa haheshimu mkataba

E, mkataba huu ukawa tofauti na mkataba ambao tayari imeshawafikiwa Bwana Victor, kabla ni kuachilie. Je, Marekani imefanya nini cha ziada ambacho wapatanishi wengine wako faulu? Kulikuwa na mchakato wa Rwanda wa Nairobi wa, wa Jumuiya ya Afrika mashariki pamoja na Jumuiya kusini mwa Afrika. Marekani imefanya nini? Kipi ambacho kimefanikisha mkataba huu kuwafikiwa, utofauti wa Marekani kwenye mkataba huu? Najua mizozo mingi barani Afrika huwa imesapotiwa na nchi za Magharibi, na ukistaja nchi za Magharibi unaona Marekani ndo mwenyewe mwenye nchi za Magharibi. Hata ukiangalia jumuia ya kujihami ya NATO inaongozwa na Marekani, na nchi nyingi huwa zinaogopa Marekani kutosha Urusi ambayo inaonekana kwamba uh, ina haichukulii Marekani kama tishio, lakini nje za barani Afrika lazima ziogope Marekani sababu viongozi walioko madarakani Afrika wanaelewa Marekani na wanaelewa wapo madarakani kupitia njia ya zipi, yani hawawezi wakachezea sana Marekani kama wanaweza ukachezea Qatar, kama wanaweza ukachezea Nairobi pale Kenya, kama wanavyochezea Angola. Yaani, utofauti ambao uliupo hapa ni kwamba Marekani hachezewi eh. Marekani ni dola kubwa duniani, napotoa kauli yake huwa inaogopwa na kila mtu. Ndio utofauti huo tu.